Toka nchini Uganda, taarifa hii leo zinaelezea kwamba chama cha NRM kinatazamia kumpendekeza tena Yoweri Museveni, ambaye ni rais wa sasa katika taifa la Uganda, kuwa mgombea katika uchaguzi wa mwaka 2026 kupitia chama hicho cha siasa, jambo ambalo limeibua hisia mseto miongoni mwa wafuatiliaji wa siasa katika bara hili la Afrika. Leo nimemkaribisha Daktari Azaveli Lwaitama na zaidi kutoka kwako. Daktari, nataka kusikia mtazamo wako juu ya taarifa hii ambayo inamuhusu Museveni na kukaa kwake katika nafasi ya uongozi kwa muda mrefu huko nchini Uganda inaweza ikawa inaleta tafsiri gani? Ha, alishangazi uh, wala alijaja kwa kwamba mtu kulitarajia <laughs> manake e, tukiangazia bara uh, la Afrika, lakini tukisema kipindi chote uh, cha miaka ina tuseme miaka baada ya vita kuu ya pili ya Ulaya ambapo mataifa makuu ya ya, ya kibeberu Mareka, Marekani, Uingereza, Ufaransa, Ujerumani e, Urusi ambayo na yenyewe wakati e, baada ya vita kuu ya pili ya kwanza na yenyewe ikaibuka e, kama e, shirikisho la Sovieti, la Kisovieti iliyounganisha Urusi yenyewe na nchi ambayo sasa wanapigana na Urusi e, Ukraine na nchi za mashariki ya ma, ma, ma, mashariki kwa Ulaya e, na, na na Japan. Hizi e, ni nchi ziliibuka baada ya vita kuu ya pili kama ndio wababe wenyewe, lakini ambao ziliibuka katika ku, kwamba ziliunganishwa na kupambana na ufashisti ambao ulikuwa ni ubeberu e, wa Kijerumani ulioumizwa miaka ya vita ya kwanza ile e, uliumizwa, alafu ukaja kupata kiongozi aliyekuwa uh, wakidikteta kabisa wakiimla Hitler, akawaunganisha Wajerumani, akataka ku, kuonyesha makucha ya Ujerumani kama tunavyomsikia Trump leo hii akizungumza juu ya kuifanya Ujerumani ya nguvu tena eh, matokeo yake ndio hivyo. Uh, wakapigana wenyewe kwa wenyewe uh, na, na nchi zilizokuwa chini ya makoloni ya nchi za Ulaya za kifa Ulaya kwa maana ya Ufaransa na u, Uingereza kwa kweli na Ureno kiasi fulani na Italia kiasi fulani zikapata upenyo zikaanza mchakato wa kupata uhuru, lakini ni uhuru uliokuwa unaongoza tabaka fulani tabaka la eh, watu wanaoita mabwenyenye uchwara wamabwenyenye, ambao sio maake sio bwenyenye ambaye anamiliki viwanda vikubwa vikubwa. Hapana, eh, ubepari Ulaya ulizaa mabepari wakubwa wakubwa wenye kumiliki viwanda wenye kufanya nchi zao eh, ziwe kubwa zenye zi nguvu Ukisema Ufaransa ni nchi yenye nguvu, ukisema Uingereza nchi yenye nguvu, ukisema Ujerumani ni nchi yenye nguvu. Hiyo ndio ulikuwa ubepari ulioibua hizo nchi. Sasa huku Afrika tulipopata ilipo hiyo vita ilivyo vinyongonyeza hizo nchi kubwa za kibebari na kibepari na kibeberu eh, kibe ikatokeza eh, hapa vinchi hii e, e, e, uh, neno vinchi alitumia Julius Nyerere vikaibuka vinchi vilivyokuwa viko ndani ya mipaka vi iliyotengenezwa kwenye mkutano wa Berlin wa elfu moja mia nane na themanini na nne mia nane na themanini na tano hivi. Ni vinchi vi vilivyotengenezwa tu uh, kukiri ma, ma, matakwa ya waliokuwa wanashindana kuweka hiyo kuweka mirija yao hapa kama alivyosema labda Nyerere, kuweka mirija yao hapa Afrika. Kwa hiyo akatengeneza anapitisha mpaka wakati mwingine unapita katikati kati ya watu wanaofanana kiutamaduni na hata kiuongozi, labda kama wamasai wa e, wajaruo wa, wa, wa kati katikati wakurya wa, wa, wa wanakatwa katikati kati, wa, watu wanaozungumza lugha zinazofanana fanana fana, fana, fana, kama pale pa, e, e, kanda e, ya ziwa wakakuta wengine wako huku inaitwa Tanganyika, wengine wako sehemu ya umerijiji huko e, inaitwa Rwanda na Burundi e, wengine wako Uganda. Kwa hiyo hivi vinchi vikaibuka po viliunganisha nguvu zote za zo wakulima, wafanyikazi, watu wa pembezoni, lakini vikiongozwa na kundi la watu ambao, e, warasimu, yani watu, walimu, madaktari Ee, watawala watu ambao walikuwa wa, waona wakoloni wa, wa kama watu ambao wanaziba nafasi zao. Kwa hiyo hiyo tabaka likachukua lika mamlaka ya kuendesha dola la kikoloni, lakini likiwa naongozwa na watu weusi ee, lakini ukiangalia mifumo walioendekeza ni mifumo ee, wa ya kikoloni na matokeo yake ikaweko hali ya kutoo zikatulia ee, nchi nyingine zikafuata huko zi mbele, kama Tanzania eh, Tanganyika zikaja- zikachukua mkondo wa ujamaa, na hata na Kenya na Uganda zilijaribu jaribu, jaribu kuelekea ujamaa kwa maana ya kuunganisha matabaka yote eh, kwa sababu tulipigania uhuru tukiwa matabaka yote, lakini baada ya uhuru eh, wakaibuka wabenzi kama walivyokuwa wanasema Watanzania wa sitini saba pale walipo, walipo, ilipoibuka Azimio la Arusha, wabenzi watawala wapya wa, weusi ambao <laughs> wa, wa, wa, walitokana na sisi wote oh, tulipokuwa tumekusanyika kusudi tupilanie uhuru kwa pamoja. Sasa hiyo ndio kipindi ya miaka ya eh, eh, sabini, sitini sabini hapo, kakundi na kenyewe kakaa kaka, kkaa kapata matatizomatatizo wakaanza kuangushana pale, ndio eh, ote kaondolewa on, ka na eh, you know, wengine walipita katika michakato ambayo ilikuwa ya kupiga kula ya, ya, ya amani, lakini mingine ni ya kijeshi, na huko na magharibi magharibi ya Afrika huko tuliona wakina Nkrumah na wakina eh, Olimpio waliondolewa kijeshi tunakumbuka hata na Kongo hapa Lumumba aliondolewa kijeshi. hapa Tanzania ilishindikana ilitokea sukosuko -suko, lakini haukufanikiwa kwa sababu hapa wali eh, uongozi wa Nyerere uliji- uliji- ulijizaa upya kwa kuhimiza tena mahusiano ya mapana nje mm. ya tabaka dogo la watawala wa rasimu eh, kwa hiyo huo ujamaa uka, ukachelewesha hiyo misukosuko na tunaanza kuiona Tanzania. Eh, mahali ambapo kakundi ka watu wachache kanatawala eh, lakini eh, kwa kusigana na wengine matokeo yake kutakuwa hakuna, hakuna utulivu hakuna utulivu wa kijamii. Sasa Uganda wa wamepita kipindi cha cha Obote kapinduliwa na Idi Amini akaja aa, akachokoza Tanzania, Tanzania ikawasaidia waliokuwa wanashindana naye wakamwondoa. Obote akarudi naye akaondolewa tena akaja mseveni lakini bado ni tabaka lile lile, ingawaje mseveni alikuwa anazungumza lugha ya kimapinduzi e, lakini alipokaa ndani ya madaraka tu ah, akawa ni kama wale wale kama wale, wale wakina Obote wakina Idi Amin <laughs> akatengeneza naye kakundi kake ka warasimu wachache bureaucrats, ambao wanaingia kwenye kutafuta mali na kujitajirisha na kuziba milango ya kuondolewa we na wenzao, badala ya kuweka utaratibu wa kuondoana kwa njia za kama nchi za magharibi hizo za kupiga kura, huyu anaingia kakundi aka kanatoka kwa njia za, za kupiga kura. Wao wakaona wakaziba hizo njia za kawaida alao kupeana nafasi <laughs> inoka ka ndani ya ushindani ndani ya katabaka ako kupeana nafasi wakawa wanaondoka kwa utaratibu huo wa kupiga kula, ikawa ni utaratibu wa kuondoana kwaku. Anayejipanga vizuri akaja aka, akamwondoa mwenzake kwa bunduki, akiingia tu na yeye yeah, anazungumza lugha za kimapinduzi kama Museveni, lakini anafanya yale yale kama aliyofanya Obote, aliyofanya Idi Amini na yeye anazuia watu wengine wasi- wasi- wasiwe na nafasi ya kusema kwamba kwamba amepumzika kwanza, halafu anakuja mwingine halafu anakuja mwingine. Kwa hiyo inakuwa ni ule utawala ambao uli- tumeuzoea nchi za magharibi, ni kakundi kale kale, katabaka kale kale, lakini wala wana- wametengeneza ka utaratibu wako tunaita kademokrasia, maana yake watu ndani ya tabaka lile kushindana waka-, wakatawala lileile kwa zamu. Sasa tunachokiona Uganda, hiyo mitifuano ndani ya kakundi kale, anayeingia anangojea labda, aidha hafe au wenzake aliyokuwa nao pale mmoja amwangushe mwenzake. Kwa hiyo sishangai wa, wanatumia maneno ya demokrasia vyama vingi, lakini <laughs> ukiangalia taratibu za kupiga kura, taratibu za kufanya siasa zimefanywa kwamba, yaani ni kiini macho kwa hiyo mimi si shangai kwamba huyu jamaa anaendelea, kwa sababu wenzake wanamwambia bwana, wewe unaenda wapi? Tuendelee. Ukitoka sasa, si utatuyumbisha zaidi? Bwana miongoni mwetu wewe, wala unajulikana. Kwa hiyo mimi si shangai, si shangai, lakini uh, jinsi eh, matabaka mengine yanavyozidi na yenyewe kujipanga, sitashangaa akifa. Uh, uh, uh, akizuka kakundi kengine ndani ya hao hao wanaoongoza eh, wakamfanya kitu chochote akaondoka, tutaona mitifuano tena kama tunayoiona kama ambayo tumeiona Uganda yenyewe, yani kwamba tunatoka Obote, tunaingia Idi Amin, tunatoka Idi Amin tunaingia Obote tena Obote ya wapili ndio ni Obote wa pili anaondolewa na m na msemi naye anajifungia anajibana ndani hataki utaratibu ule wa kidemokrasia wa, wa mabwenyenye walao kupishana pishana hivi kwa njia za taratibu za kawaida za kutumia vigezo uh, vya ushindani wa kweli miongoni mwa tabaka hili. Kwa hiyo ukiniuliza mimi nitasema hii ni matokeo e, e, ya kuto, uh, kuchukua ubepari ambao umezaa kitu kinaitwa demokrasia yani uh, ushindani wa waki wenyenye wa kuingia huyu akatoka huyu, vyama vingi, huyu anaingia huyu anatoka, anabishana bishana kiraia, huyu anaingia huyu anatoka. Ndio tunaiona Ulaya, ndio hilo ndio tunaiona Marekani hapa juzi, wamepishana bishana, huyu ameingia, na baada ya miaka minne minne kwa Marekani wanatoka au Uingereza, wao wana utaratibu mwingine kabisa wa kuchaguliwa watu ndani ya bunge alafu ndani ya bunge ndio wanatengeneza waziri mkuu eh, na waziri mkuu anaweza wa, kaondolewa saa yoyote na wenzake eh, lakini ni utaratibu wa ushindani wenye kuweka nafasi ya huyu kuingia na huyu kutoka na kupeana nafasi ya kuingia na kutoka kwa amani. Sasa huko sisi Afrika tuafika huko e, tuko sisi tumeweka mtu akishaingia anatafuta you know, unduki anatafuta viwashawasha, anahakikisha yeye anakaa pale mpaka labda mtu kati ya ka, ka, kati ya walinzi wake au wapambe wake wakimchoka, ndio <laughs> wanaweza akamwondoa. Matokeo yake, lakini hakuna utulivu, hauna utulivu wa kisiasa, kuna utulivu wa kiuchumi eh, nchi haisongi mbele kwa utaratibu wa kiraia kwa sababu ni nchi ina inaitwa ya kiraia kama Uganda, unaweza kusema ni nchi ya kiraia lakini kwa kweli ni nchi ya kijeshi. Kwa sababu e, utaratibu wa kawaida wa ushindani wa wanasiasa, huyu anaingia, huyu anatoka, kama unaouona Ufaransa, unaoona Ujerumani, unaoona haupo. Mimi ndio nadharia ya yangu nayoiona hapo. Tatizo linaweza likawa nini katika bara la Afrika kwa viongozi, ama katika mfumo wa siasa za Afrika? kuto kuheshimu hii misingi ambayo ni ya kidemokrasia ambayo kimsingi inaruhusu watu kupishana na kuingiza fikra mpya ambazo pengine zinaendelea kuchagiza maendeleo katika mataifa husika. Ukiniuliza uh, mimi na ninaweza nikabishiwa na wenzangu wanazuoni huwe wana, wana, ni msimamo wangu tu kutokana na uchambuzi wangu. Mimi nafikiri uh, ubepari ulio nyoronyoro -nyoro. Ubepari wa pembezoni periphery capitalism, yaani ubepari wa pembezoni mwa katikati ya ubepari ambayo ni Ulaya E, unakuwa hauna mashiko, hauna mizizi. Kwa hiyo hata na demokrasia ya hapa haina mizizi. Watu wanatengeneza kajukwaa kanakoegemea ukoo, watu wa kabila fulani, watu waliosoma mahali ndio yani, alafu wanatumia mabavu kubaki madarakani, ni kwa sababu bepari haujakomaa, haujazaa mabepari mapapa mabepari walio wali, wazawa mabepari wa ndani wanaoweza wanao, wanao, wanao kashindana kwa amani e, na, na, na, na, na unaiona Ulaya ndio wamefika hapo, lakini na wenyewe wote sio kwamba wametulia wa, wa, wa, wa sana, lakini wanaoyari kubish kutoka huyu na kuingia kundi hili kutoka eh, chama cha Republican kuingia chama cha Democratic Marekani toka chama cha Leba kuingia chama cha Conservative, hamna am, kupindwana hapo, yani ni ni, ni ni kushawishi kushawishi umma ukubaliane na kundi moja na uachane na kundi nyingine, na baada ya muda, na wenyewe watu wakichoka, wanaingia wanakwenda upande mwingine. Kwa hiyo hiyo inakuwa ni kama kama wanaita safe Ukika wa liyo, kwa sababu ukikaa madarakani muda mrefu utakusanyika matatizo mengi ambayo labda wewe utakuwa eh, wa kwa sababu huko ndani huwezi kuyaona, watu walio nje wanayaona. Kwa hiyo watu wanakuondoa wewe, wanakuja na mawazo mapya, halafu nawoukinawa wanaoingia wakikaa muda na wenyewe wanachosha watu wanawaona hiyo. Kwa hiyo unaiona hiyo, sasa ni kwa sababu ni ubepari uliokomaa. Kwa hiyo solution kwa Afrika ni ku kwa hiyo hizo hatua zinazofanywa kwa makundi yote yanayoingia hapo kwa njia hizo za za sio za kidemokrasia, sio za kiraia, sio za kiraia, sio za ushindani wa kweli, you know, kujenga uchumi wa wa kibepari kweli. Kama mnajenga uchumi wa kibepari au kama mnajenga uchumi wa kisosialisti, basi huo uchumi wa kisosialisti kweli kama unauona China. E, sasa huwezi kuona vitu kama hilo, China hata kama ni chama kimoja lakini ushindani unakuwa ni mkali ndani ya hicho chama kimoja. wa, wa, wa, anakuja kundi hili linatoka linaingia kwa ushindani wa mawazo ndani ya chama kimoja e, uh, utakumbuka hata Tanzania ndani ya chama kimoja kulikuwa ushindani, lakini kwa sababu Nyerere alikuwa ndio anasimamia, alipoondoka wakaachana na ujamaa wakaibuka e, haya makundi ya kibefari E, ndio maana pole pole na Tanzania tutakwenda huko huko, unakokuona Kenya, unakokuona e, nchi nyingine za Kiafrika ambazo walau walau, e, wamefanyiana hiyo visa na hila, wakafurumishana wakaumizana kwa kuondoana kwa njia zisizo za amani mpaka mwishoni wakawaelewana kama tunavyoona kwamba Ghana wameshafika hatua hiyo ya, ku, ya kuingia kwenye kushindana eh, miongoni mwa hiyo tabaka kwa amani eh, na sio kwa, ma, kwa kushikiana mapanga au kupigana na mabunduki, lakini eh, walipita hicho kipindi. Kwa hiyo ukiniuliza mie eh, nasema uchumi dhaifu, ubepari dhaifu, ubepari uchwara unazaa eh, hivi serikali isiyokuwa na na mizizi matoko yake, vinajilinda kwa ubabe, kwa unyapara, kwa kutumia mtutu, na matoko yake eh, ndani ya hao walio na mtutu, akitengeneza ujanja mwenzake, akampiga kete, akamzidi kete, anamwondoa. Lakini matoko yake, hakuna utulivu kisiasa, hakuna utulivu kiuchumi, vei, ndio maana watu wote wanaoitakia Afrika mema wanatamani demokrasia ishamili, lakini vile vile ee, maendeleo ya viwanda ya yazae ubepari halisi e, na na na na, na, na mabepari ambao wafadhali walao wa kitaifa ndawaje. Kuna wengine watasema labda hilo aliwezekani karne ya ishirini na moja ishirini na mbili kwenda kwamba ubepari wa dunia utaruhusu e, uzaliwe ubepari mzito kama ubepari wa Ufaransa labda itabidi labda kwa hapa, kama walivyofanya Wachina. Wachina wameona wa hilo, wakaakikisha kwamba kuna kuna u, uchumi wa kitaifa ambao sio ambao hauozimi na mabepari wachache, bali ni wa kitaifa na, na ndio maana China inakwenda kasi kuliko hata na nchi za magharibi. E, kwa sababu hilo wameachana wame na huo ushindani wa kibepari unaozaa mapapa wa ki- kibepari ambao wanashindana kwa kujiamini, kwa hiyo wanashindana kirahia ki e, lakini kwa hapa kwetu ushindani ni lazima uwe na hila na kutumia ino e, wakati mwingine hasa na ndumba e, lakini hasa kutumia vikundi vya kwenye silaha ambayo wakati mwingi ndio hivyo wanatumia vikundi vyenye silaha vya kitaifa eh, lakini vinakuwa vimefanywa sasa kama vinatekeleza matakwa ya kakundi yako kadogo, ambapo hata nakenyeo wala akajazalisha viwanda akajazalisha eh, uchumi wa kitaifa eh, wale ndio maana anasema ni kwa sababu ya kutoendelea kiviwanda na kwa hiyo kutozalisha tabaka la E, matabaka ya ya, ya mabepari wa kweli wanaoweza kashindana na kujiamini kwa, kwa kwa amani kiraia, ndio maana tunaendelea hivi, lakini na, nafikiri tunavyosogea mbele, labda tutakuja kwenda mkondo wa China au Cuba, ambapo anaibuka kakundi kawasocialisti wa, wa kweli wanachukua nchi na wakuielekeza eh, katika you know, walau uchumi wa kitaifa unao na ushindani unakuwa ndani ya chama kimoja labda Maamuzi ya sasa kama uh, Museveni ataingia katika kinyang'anyiro hicho yanaweza yakawa na athari katika siasa za Afrika Mashariki bila shaka, kwa sababu hizi uh, nchi zinategemeana na Afrika kuweza kufanikiwa, uh, itahitaji itengeneze hicho ninachozungumza uh, uchumi wa kitaifa. Na uchumi wa kitaifa, kuna wengine watasema uwezi katika karne ya ishirini na moja uh, ubepari wa dunia ukaruhusu kuibuka huyo uh, uyo Dangote. Ukiangalia hii matatizo naye yapata Dangote huyu bepari wa Nigeria, hata dali ya Nigeria kupata kupanda juu kama wakina Rockefeller walivyofanya inakuwa shida. Kwa hiyo unaweza kukuta labda nadharia wakina Nyerere na Nkrumah kwamba Afrika inaweza kaendelea kwa ujamaa, lakini ujamaa unahitaji viongozi ambao hawatafuti mali. Ujamaa unahitaji kama azimio la Arusha lilivyokuwa nimesema yake, eh, kwa hiyo na matokeo yake kutotulia kwa uchumi na kisiasa. Uganda kuna kunazaa kutotulia kwa uchumi na siasa ndani ya nchi jirani, na kwa hiyo Afrika Mashariki yote, ili mradi hakuna eh, kutulia stability, hakuna uh, kutulia kisiasa na ki, ki, kijeshi na na na na kiusalama ndani ya nchi moja i, ina athiri ina kwa wengine, ndio maana tunazalishiana tunazalish wakimbizi kila wakati ino, wakimbizi wanatoka huku, hapa mkiwa na kautulivu ka kidogo, wanahamia kwenu, wana, muki, munga, you know, wanahamia sehemu nyingine iliyokuwa kautulivu afadhali. Uh, Tanzania hapa wakati wa ujamaa tulikuwa afadhali afadhali, lakini huku sasa nasisi tumeshaingia kwenye u ubepari, una, ukiunganisha ubepari tena huu wa, wa, wa, wa, wa pembezoni ubepari uchwara huu, alafu natumia ma, ma, serikali za mabavu Ah, ambazo hazijajenga ya, ya, ya utaifa ah, yaani hawezi kuweka utulivu yani huko. Baada ya muda utasikia ukabila, baada ya muda utasikia ukanda, baada ya muda utasikia udini. Ni, ni matokeo ya kwamba, yaani unalazimisha kakundi ka watu kanakotokana na kakundi fulani kenye labda ino you know, uh, you know sifa za kidini, sifa za kabila, sifa za uh, kukuwa pamoja kwenye msitu, na kwa hiyo mkatengeneza NRM E, hapo tu lakini angalia Museveni na Besigye wote walikuwa msituni pamoja, mmoja daktari wa mwenzake, lakinino e, you know, you know, sasa hizi utafikiri kama wafahamiani, hawajawahi kuwa pamoja. Kwa hiyo ni kweli kabisa hii itahasili you know kwa sababu Waafrika wataendelea kama wataungana na waweze kuungana kwa wakati wanaongozwa na hawa mabwenyenye mchwara ambao wanatafuta kulimbikiza mali, kwa hiyo wanatafuta kuongoza bila kushindana hata miongoni mwao. E, wanatumia kushika dola kuendeleza ka kampuni kake kujipatia kenda yeye zaidi ya wenzake ambao labda wanaweza kawa wabla wenye ufanisi zaidi ya yeye, lakini anajirimbikizia yeye ambayo labda si sio mwenye ufanisi hata kiubepari ki bado ni mapambano, ni mapambano, ni mapambano mpaka waafrika watakapofika mahali wakafanana kama China. Kufanana kama Ulaya itakuwa ngumu, kwa sababu upepari huo wa aina hiyo ulihitaji, hata na Ulaya wenyewe kuwa na upepari uliotulia wa aina hiyo, ulihitaji kuwa na makoloni. Sasa we Afrika utakuwa na koloni wapi? Daktari, mi nashukuru sana kwa kuzungumza nasi siku ya hii leo. Asante sana.